Bilionea alimwalika maskini ombaomba nyumbani kwake na kumpa mlo aliyoutamani. Ilikuwa jioni tulivu ya Karen, Nairobi, upepo mwanano ukipita kwenye miti mirefu. Watu walimfahamu bilionea huyo kama mzee Samuel Kariuki, mfanyabiashara aliyefanikiwa kwenye uwekezaji wa mali isiyohamishika na huduma za kifedha. Lakini siku hiyo alisimama mlangoni na kumkaribisha mzee Otieno, ombaomba aliyekuwa amechoka, Macho yake yakionyesha miaka ya mateso. Karibu, kula kwanza, mzee Samuel alisema kwa sauti ya upole. Otieno alisita. Mimi ni nani hata unialike? Leo wewe ni mgeni wangu, Samuel akajibu. Ndani walikaa mezani. Chakula kilikuwa rahisi, lakini kwa Otieno kilionekana kama sherehe. Aliweka mikono yake pamoja akashukuru kwa sauti ndogo. Kamera ya hadithi inasogea polepole. Hakuna siri inafichuliwa bado. Kando, mama Wanjiku, mpishi wa nyumbani, aliwatazama kwa mshangao. Mtaa wa Karen ulikuwa kimya, lakini ndani ya nyumba hiyo kulikuwa na mvutano wa hisia. Je, kwa nini bilionea atoe muda wake kuombaomba? Hakuna aliyejua. Hata Otieno mwenyewe hakuamini kilichokuwa kinaanza. Hadithi haikuwa bado imefunguka, ilikuwa imeanza tu. Usiku ulipoingia taa za Ngong Road zilionekana kwa mbali. Samuel alimpa Otieno chumba cha wageni. lala hapa leo, alisema kesho, tutaongea. Otieno aliketi kitandani akishika shuka safi kwa tahadhari. sijawahi lala mahali kama hapa, alinong'ona. Ndani ya moyo wake kulikuwa na hofu na shukrani zikigongana. Asubuhi ilipofika, walikutana sebuleni. Samuel alimuuliza maswali ya kawaida, familia kazi za zamani, afya. Hakukuwa na haraka. "Nilikuwa fundi seremala Kisumu," otiena akasema, "lakini ugonjwa ulinimaliza. hakukuwa na bima ya afya, nikaanguka." Samuel alinyamaza. Alikumbuka miaka yake ya mwanzo, alivyopanga akiba, alivyofundishwa kuhusu ulinzi wa kifedha na heshima ya kazi. "Maisha yana mzunguko," alisema kwa sauti tulivu. "Leo uko chini, kesho hujui." Kwenye kona, Brian, dereva wa familia, alisikiliza. Aliona macho ya Samuel yakibeba jambo zito, kama mtu anayepima uamuzi mkubwa. Lakini bado, siri ilibaki imefichwa. Hakuna ahadi ilitolewa, hakuna msaada ulitangazwa. Mvutano uliendelea kuongezeka. Siku ya tatu, Samuel alimchukua Otieno hadi Westlands. Walitembea taratibu, wakapitia maduka, watu wakawatazama bila kujua walikuwa nani. Kwa nini unanileta huku? Otieno akauliza. Kuona mji, Samuel akajibu kwa kifupi. Walikaa benchi karibu na barabara. Samuel alizungumza kuhusu nidhamu, uwekezaji wa muda mrefu na umuhimu wa kupanga uzee. Alizungumza kwa lugha rahisi, si kama mwalimu bali kama rafiki. Nilijifunza kuchelewesha raha, kuokoa, kuwekeza na kulinda familia. Otieno alisikiliza kwa makini. Lakini mimi nimechelewa, alisema kwa huzuni. Hakuna kuchelewa, kuna mwanzo tu. Wakati huo Asha, mfanyakazi wa ofisi jirani, aliwasikia. Alimtazama Otieno na kumtambua; aliwahi kumsaidia siku moja kwa chakula. Alishangaa kumuona akiwa na mtu wa hadhi kubwa. Hadithi zidi kunata. Kwa nini Samuel anafundisha badala ya kutoa pesa? Kwa nini anachelewesha msaada? Jibu lilibaki limejificha nyuma ya ukimya wake. Jioni hiyo nyumbani Karen, kulikuwa na mkutano mdogo wa familia. Martha, binti ya Samuel, aliuliza kwa uwazi, baba, kwa nini huyo mzee bado yuko hapa? Samuel alimtazama kwa upendo, kwa sababu kila mtu anastahili kusikilizwa. Martha akakaza uso, lakini watu wataongea. Samuel alitabasamu kwa huzuni, wameongea maisha yangu yote Otieno alisikia mazungumzo hayo kwa mbali. Alijiona mzigo, alifikiria kuondoka usiku huo. Alipofika mlangoni, Samuel alimkuta. unaenda wapi? sitaki kuwa kero, Otieno akasema. wewe si kero, wewe ni hadithi. Maneno hayo yalimgonga moyoni, hakuelewa kesho. Samuel akaongeza, tutaenda Kiambu. Hakukuwa na maelezo zaidi. Usiku huo ulikuwa mrefu kila mhusika alikuwa na mawazo yake. Watazamaji wanabaki na swali moja: safari ya Kiambu inaleta nini? Siri izidi kuimarika kama kamba inayovutwa taratibu. Asubuhi ya Kiambu walifika kwenye shamba la zamani, nyasi zilikuwa zimeota, jengo dogo likiwa limechakaa. Otieno alisimama ghafla. hapa hapa nilifanya kazi miaka iliyopita, alisema kwa sauti inayotetemeka. Samuel alimsogelea Ndiyo, nilitaka uone. Otieno alikumbuka mikono yake ikikata mbao, jasho lake likimwagika, ndoto zake za familia salama. Machozi yakaanza kumtoka. nilipoteza kila kitu, alisema. Samuel alinyamaza kwa muda, kisha akasema, wakati mwingine tunapoteza ili tujifunze. Kando, mzee Kamau, jirani wa shamba, alikuja kusalimia. Alimtambua Otieno na kumkumbatia. ulikuwa mtu mzuri Mvutano ulifika kilele, lakini bado hakukuwa na ufumbuzi. Hakukuwa na pesa zilizotolewa, hakuna ahadi ya ajira, hakuna zawadi. Watazamaji wanahisi kitu kibwa kinakuja, lakini bado kimefichwa. Na hapo ndipo sehemu ya kwanza inafungua kwa maswali mengi kuliko majibu. Waliporudi Karen, ukimya ulitawala ndani ya gari. Otieno alitazama dirishani, akili yake ikirudi nyuma miaka mingi. Samueli hakusema neno lakini macho yake yalionyesha uzito wa uamuzi uliokuwa karibu. Usiku huo Samueli alipiga simu kadhaa. Hakutaja majina, hakutoa maelezo marefu. nahitaji msaada wa haraka alisema tu. Sawa, walijibu. Asubuhi daktari Njeri aliwasili, aliukagua otieno polepole pole. afya yako imedhoofika, lakini bado kuna matumaini alisema. Otieno alitikisa kichwa, sina pesa Samueli akaingilia, hilo si jambo la kujadili. Martha alishuhudia yote kwa macho mapya. Kwa mara ya kwanza alianza kuelewa moyo wa baba yake. Brian dereva naye alihisi kuna jambo kubwa linaandaliwa, lakini bado Samueli hakutoa ahadi yoyote wazi. Hakusema atamsaidia vipi, hakutaja pesa wala mali. Aliendelea kuwa mtulivu, kana kwamba anasubiri wakati sahihi. Watazawaji wanabaki wakijiuliza kwa nini kuchelewesha? Nini hasa anapanga? Siku chache baadaye, Samueli alimpeleka Otieno Thikarod kwenye jengo la zamani la mbao. Hapa ndipo nilipoanzia, Samueli alisema. Otieno alishangaa, wewe ndiyo? Nilikuwa maskini pia, Samueli alisimulia jinsi alivyopata mtu aliyempa nafasi ya pili, si pesa bali maarifa, nidhamu na uaminifu. Alinifanya nione thamani yangu alisema. Otieno alinyamaza, kisha akauliza, na wewe unaniona vipi? Samueli akamwangalia machoni, ninaona mtu aliyevunjwa, lakini si aliyomalizika. Walikutana na Bibi Mwikali, mwanamke aliyekuwa akisimamia karakana ndogo. tunahitaji fundi wa mbao, alisema Otieno. Alishtuka, mimi ni mzee. Mwikali akatabasamu, uzoefu hauzeeki hapo ndipo matumaini ya kwanza yalipoanza kuchipua, lakini bado hakukuwa na msaada mkubwa uliotangazwa. Hakuna mtu aliyedhani huu ulikuwa mwanzo wa mabadiliko makubwa sana. Otieno alianza kazi taratibu, mikono yake ilitetemeka siku za mwanzo, lakini kumbukumbu kumbu za ufundi zilirudi. Wafanyikazi vijana walimuita mzee, walimheshimu. Samueli alitembelea mara chache kimya kimya, hakutaka sifa alitaka kuona kama Otieno atasimama kwa miguu yake mwenyewe. Siku moja Otieno alipata barua, ilikuwa kutoka hospitali. Alifungua kwa mikono inayotetemeka. unahitaji matibabu ya gharama kubwa, ilisoma. Alikaa chini akakata tamaa. Usiku huo alirudi Karen akiwa ameinama. Samueli alimwona. kuna nini Otieno? Akampa barua bila kusema. Samueli alisoma akainama kidogo, kisha akasema kwa sauti tulivu, nilisubiri uone thamani yako kwanza. Otieno hakuelewa kesho. Akaongeza, utajua. Mvutano ulifikia kilele. Watazamaji wanajua sasa kitu kikubwa kiko karibu kufichuliwa. Asubuhi walirudi Kiambu kwenye lile shamba la zamani, lakini safari hii kulikuwa na watu wengi: wakili, afisa wa benki na mzee Kamau. Otieno alichanganyikiwa. Ni nini kinaendelea? akauliza. Wakili akasoma hati. Hili shamba linarudishwa kwa jina lako. Otieno alitetemeka. Haiwezekani. Samueli akasema kwa sauti chini lakini nzito. Mtu aliyekuponyoka alitumia udanganyifu. Nililinunua miaka mipili nikasubiri siku sahihi. Otieno akaanguka chini akilia. Kwa nini? Samueli akamshika bega. Kwa sababu nilitaka urudi ukiwa mtu mzima, si ombaomba omba. Kisha akaongeza, matibabu yote yalimelipiwa, bima ya afya iko tayari, hili shamba ni mwanzo mpya. Hapo ndipo siri ilipofunguliwa, lakini bado kulikuwa na tukio la mwisho, hisia ya mwisho iliyokuwa inasubiriwa. Miezi kadhaa baadaye, shamba la Kiambu lilikuwa hai tena, karakana, vijana wakifanya kazi, Otieno akiwa katikati yao akifundisha Samueli alifika siku ya uzanduzi. Hakutambulishwa kama bilionea, alisimama pembeni. Otieno alimwona akasogea. ulinirudishia heshima yangu, alisema kwa machozi. Samueli akajibu, wewe uliichukua mwenyewe. Martha alitabasamu, alijifunza somo la laifa. Brian aligonga kofia yake kwa heshima. Otieno alisimama mbele ya watu, alisema kuna siku nilialikwa kula, sikujua ningealikwa kurudi kwenye maisha. Hadithi inaishia si kwa utajiri, bali kwa utu, heshima na nafasi ya pili. Na hapo watazamaji wanabaki kimya wakitafakari maisha yao menyewe.